Uwalimu ni wito, hakuna anayeweza kumlipa mwalimu. Mwalimu atalipwa mbinguni. <laughs> Kauli hii si geni mjini, imesemwa na ikasemwa, na watu wachache wavivu wa kufikiria, waliojikita katika kauli hii wasikubali hata kutetea haki yao kwa njia ya za haki. Daktari kwa mfano, ataajiriwa na serikali kesho, atafungua famasia yake ya mlangoni mwa hospitali anayohudumu kisha atawaelekeza wagonjwa kwa famasia yake ili wanunue dawa. Kwa wenzetu wamejua kwamba mbinguni ni hesabu tu, lakini malipo ni hapa hapa duniani. Askari kwa mfano, wameitambua thamani ya sare yao wa kukodolea macho wote wanaopatana nao, madhali wamevalia sare wanajua watapata chochote wakitakacho. Mwalimu wa zamani na wa sasa amejikita katika kauli ya malipo ni mbinguni. Kumbuka, mbinguni kazi ya kudumu ni kusifu tu. Mwalimu wa sasa angeamka akamshurutisha mwajiri wake kumlipa mshahara kama ipasavyo Akamshurutisha mwajiri wake kumpandisha cheo kama anavyostahili. Akamshurutisha mwajiri wake kuiboresha bima yake ya afya. Maadamu tuna mili ya damu, basi tukalipwa hapa hapa duniani. Utunzi huu ni wake mwalimu Abdalla Malenga msarifu Luha, nami wenu msimulizi, Faith Hawa.